Shoga yangu kwa siku shingapi? A, mm, shoga yangu wewe, acha mwenzio, nachiwa elfu kumi. Elfu kumi? mm, elfu kumi, Asa elfu kumi natosha nini kwa siku jamani, elfu kumi yote? Shoga yangu mimi naachiwaga elfu tatu. Elfu tatu naenda pale dukani nanunua vitu nakuja napika. Hey! Elfu tatu tu anacha kila siku? Ushamba sasa, unanunua nini unatumiaje kwa matumizi gani jamani? ye Yeah, tatu yenu nenda pale dukani na balance balance hivyo hivyo na nuna vitu vya kupika na kujana pika na kula. Shoga yangu he, mwenzio na choga elfu kumi, na nikitaka hata sasa hivi naweza nikampigia simu mwenzio. Mm, hebu nipigie tuone. Ngera kizinga na nikatumiwa hela. Eh, shoga yangu unapenda, shoga yangu. Tatizo lako wewe shoga yangu, namwandafia mmeo. Yule babako mpaka unamwandafia hivyo. Ha? Ngoja sasa nikuonyeshe tunavyodungua ume zetu, navyoishi mjini. Dada kule, sio baba yako, sio mama yako, peleka. Ngoja uone wenzio, tuna wanaume wanaojua kuhudumia mjini. Hello Hey, mme wangu <coughs> naunguani anisielewi naumwa <laughs> nampa nimetoka hospitali hmm. Ma, menda asubuhi mwanangu, yaani sasa hivi ndo nimefika nyumbani mm. Yeah, bado sijala, sijatumia dawa, inatakiwa hela kama elfu hamsini hivi. nakupenda mm. <tipa> mpenzi <Okay>, wangu, yani wewe nca ca bye. Okay, bye. mnako ndonakudumia hivyo, umempa nini shoga yangu, na mimi unifundishe maana kujali hivyo. Wewe ndio maana upei kwa kumuonea mwana mwanaume uuma mwana kwa usahau kwa dunia hii, shogangu, omba <coughs> piga kizinga chochote. Tunaona mi nimwambie, umeenda saa ngapi mpenzi wangu? Ndo asubuhi, unataka shilingi elfu hamsini shogangu, sasa hivi elfu hamsini shika mkononi. Haya, mwenzetu elfu tatu utatoboa ngine hapa ya. <coughs> shoga yangu, nami basi naomba unifundishe, shoga yangu navyofanya